Karibu mtazamaji tuendelee na taarifa zetu. Mtihani wa kitaifa wa kidato cha nne KCSE wa mwaka huu umeanza rasmi, huku wanafunzi wakifanya mitihani ya mahojiano na vitendo. Mitihani ya vitendo inatarajiwa kukamilika tarehe 31 mwezi Oktoba, kabla ya kuanza kwa mitihani ya maandishi tarehe 4 mwezi ujao. Jumla ya watahiniwa 996,078 wanafanya mtihani huo katika vituo 10,765 kote nchini. Mwanahabari wetu Joseph Wakhungu anaangazia ratiba ya mtihani huo. Mtihani wa kitaifa wa kidato cha nne KCSE mwaka huu umeanza rasmi kote nchini bila kuripotiwa tukio lolote, hatua inayofungua rasmi msimu wa mtihani wa kitaifa mwaka huu. Watahiniwa wa lugha za Kifaransa na Kijerumani walikuwa miongoni mwa wanafunzi wa kwanza kufanya mitihani yao ya mahojiano. Vilevile, wanafunzi waliochagua somo la muziki na lugha ya ishara ya Kenya pia walifanya mitihani yao ya mahojiano. Kila mwanafunzi alitahiniwa kwa dakika 15 kwa mitihani ya vitendo inayotarajiwa kukamilika siku ya Ijumaa. Kwa wanaofanya mtihani wa lugha ya Kiarabu, mahojiano yao yanatarajiwa kukamilika Jumatatu tarehe 27 mwezi huu. Kwa mujibu wa baraza la mtihani la Kenya, mitihani ya maandishi itaanza rasmi tarehe nne mwezi Novemba, ambapo watahiniwa wataanza na mtihani wa hisabati kisha ufahamu na fasihi ya Kiingereza alasiri ya siku hiyo. Mtihani huu utahitimishwa tarehe 21 Novemba. Jumla ya watahiniwa 996,078 wanafanya mtihani huu katika vituo 10,765 kote nchini. Wasimamizi 12126 waangalizi 54782 na maofisa wa usalama 22247 watasimamia mtihani huo. Katika taarifa, baraza hilo limeahidi kuhakikisha ratiba ya mtihani inazingatiwa na kuwa watahiniwa wote watafanya mitihani kwa uadilifu. Joseph Wakhungu, Darubini.